Sasa jingine kulikuwa na amri ile inayotaka watu wasitembee usiku, hmm? Sasa nimekuwa napokea simu nyingi mzee, Dar es Salaam amri imeshaondolewa na IGP, wewe kwenye mkoa wako vipi? Mi nasema eh, inspekta jenerali ndiyo anayetoa amri, maana hata mimi sina mamlaka ya kusema watu mwisho saa kumi na mbili ni lazima nimpigie yule yeye yeah. Nimwambie bwana mkoa huu sasa hali ni mbaya, naomba utoe amri pia mkoa huu kiusalama, watu watembee saa kumi na mbili. Kwa hiyo mimi kama ninatoa maamuzi ya namna ile, yanakuwa ni kuwashauri wananchi kwamba kulingana na mimi navyoona, kama mwenyekiti wa usalama, hali si shwari, nawashauri. Ndio maana statement zangu zote niwesema nawashauri, ikifika saa kumi na mbili, kama huna jambo urudi wapi lakini anayeshauriwa ana hiari ya kukubali au kukataa. Ila amri ikisema amri, mwisho saa kumi na mbili, hakuna hiari. Kwa hiyo mkoa huu hatukuweka katazo la baada ya saa kumi na mbili, ila tuliweka angalizo kwamba ifikapo saa kumi na mbili, kwa sababu vijana watakuwa wengi mtaani huko, vijana wa serikali, usije ukapata changamoto. Kwa hivyo turudi nyumbani mapema. Sasa baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa hiyo wananchi wawe huru kuendesha shughuli zao, isipokuwa tumekubaliana kwa sasa baa zote mwisho iwe saa nne usiku. Halafu hali tunaendelea kufanya assessment, tutakapoona tumejiridhisha na wenyewe tutawarudishia muda wao ule ule wa saa sita ya, ya usiku. Kwa hiyo tume- tumechukua hivyo kwa sababu maeneo ya baa ni maeneo ambayo watu wakishapata vile vinywaji wanaweza kuanzisha vurugu za hapa na pale, kwa hiyo watu wakatumia fursa hiyo ya magenge. Lakini ikiwa mapema saa nne, tunaweza kupiga hewa simu, tukaenda tukawa rescue, tukafanya hivi. Hatutaki mtu apoteze maisha. Kwa hiyo, kwa hiyo hilo ndilo ambalo linaendelea. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Mwanza wawe huru kutembea.